Wahandisi mahiri 43 wamepata fursa ya kula kiapo cha kihandisi, zoezi ambalo limefanyika jijini Dar es Salaam katika ofisi za ERB zilizopo katika jengo la PSSSF Commercial Complex ghorofa ya kumi na mbili. Akizungumza kabla ya wahandisi hao kula kiapo, kaimu msajili wa ERB ambaye ni mkuu wa idara ya usajili mhandisi Jamhuri Msabila amesema ulaji wa kiapo ni kigezo cha mhandisi kuwa na leseni ni moja ya requirement ya kukua na license kwa engineer. Ili uweze kuwa na license lazima kwanza hue umelipia fees, lakini wewe umeteki professional oath. Lakini apart from having professional oath, oath kazi yake kubwa ni ku administer kuadministe uh, conduct and ethics for engineers. Kwa sababu engineers mnaenda kwenye field kufanya kazi. Ko lazima kuwe na mwongozo na maadili kwa ajili ya wahandisi. Kwa hiyo ERB ina in place mwongozo wa maadili na conduct engineers. Kwa hiyo leo hii mtapewa, mta administer oath, lakini mtapewa na huo mwongozo ambao mheshimiwa advocate hapa atawaelezea in detail. Lakini kingine eh, ni kuwaasa baada ya kuteki oath, mnavyoenda kufanya kazi huko, kwa ajili wenu mfanya kazi kwa uadilifu kwa kufuata miongozo ya uhandisi pamoja na kuheshimu ajili na kuheshimu na watu wengine pamoja na public. Hiyo ndio general eh, general issue ya oth. Why oth? sio nani, sio hukumu yani, na kuguide ku tu kama professional kwamba ikiwa engineer at a place, nafanya hivi nafanya hivi kama kuna jambo mbaya hili nitaripoti, hivi nitafanya hivi. Kwa hiyo ndio lengo uzima la taking oath. Kwa hiyo the general administration ya oath ataifanya advocate Alice, na kama kutakuwa na any questions baada ya oath, naomba mnione mimi, niko pale nyuma pale, details nitawapa like dl awoterb tunafanyaje, b natoa ofa of, of zipi na nini, tutawapa kama kuna enye ambayo inataka kuipata. Karibuni sana. Kwa upande wake, wakili msomi kutoka bodi wa ya usajili wa wahandisi Alice Moshi ambaye pia amewaapisha wahandisi hao, naye amehimiza wahandisi hao kuzingatia ahadi waliotoa kwenye viapo vyao. Kiapo cha uhandisi ni ahadi ya kutekeleza majukumu ya kihandisi kwa ufanisi na weledi na kuzingatia code of conduct. Mtaona tumewapa hizo code of conduct ni vitabu ambavyo vimeonyesha misingi na kanuni za kutekeleza majukumu yenu. Kwa wakati unatekeleza majukumu yenu, hakikisheni unatekeleza kwa weledi, kwa ajili ya maslahi ya jamii nzima na kwa kuzingatia sheria na kanuni pia. Endapo utaenda kinyume na maadili, kiapo hiki kitatumika kama evidence mahakamani, itakuwa ni primary evidence na wasii, napotekeleza majukumu yenu ya kihandisi, tekelezeni kwa uaminifu na kwa kufuata sheria zinazosema. Kiapo cha mhandisi. Wahandisi mahiri 43 wamekula viapo pamoja na kupata leseni za kihandisi ambazo zitadumu kwa kipindi cha miaka mitatu. Mimi ni James Lerombo na hii ni Mhandisi TV. Mhandisi.